Vijana, karibuni eh. Asante Yesu Kristo. Ndio hiyo iko leo hapa. Kwa namna pekee pia nipende kukaribisha huyu mwenye sister aweze kumtambulisha mkuu wa chuo. Karibu sana dada yangu ambacho tumepata heshima hii leo jiseme yale ambao wanapenda kwa hao vijana na ambao wanafanya basi mtume pamoja nao kati yao. Asante sana. Itifaki ikiwa imezingatiwa kikamilifu, amani na salama. Amani na salama kweli, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya sisi sote kwanza, kwa kuwa na ibada ya misa takatifu ambayo tumeishiriki kwa uhai mkubwa kabisa. Hebu tumpe Mungu sifa kabisa. Na ya wow. Pili, tunawashukuru kwanza, tuwapongeze makatekisa kwa sababu wamekuwa tayari kuwakaribisha hawa wanafunzi wetu wa shule ya sekondari ya Jitegemee. Kama mngesema haiwezekani, haingewezekana, sio? Yeah. Ka <laughs> <laughs> <laughs> na kama sisi tungesema haiwezekani, ainge? Tukuzie Mungu kwa kwajuu. Wanafunzi wetu wapendwa, nimesema mko form 3 na form 4. Hebu wale wa form 4 nyosheni mkono. Form Asante, karibuni sana namba aataa watoto tu walioko hapa, nisema tu kwamba siku hii ya leo kama ilivyo kisha barikiwa na Mungu, tuna wakaribisha sana wanafunzi wetu, mjisikie nyumbani mahali hapa, na kila chochote ambacho tutashirikiana basi, n <coughs> uwepo wenu hapa zidi kuwaongezea na neema <coughs> ya kupenda <coughs> maisha yenu ya Kristo, na vilevile maisha yenu kama wanafunzi, uwepo wenu leo hapa pia wapenda makatekista wanaokuja wakati. Uwepo wenu hapa usiji kuwatia moyo kutambua miito yenu oiaziyau ya kutambua, na kwa hiyo tunazidi kuwaombea ili Mwana wa Kristo uangaze. Na katika ko weu pamoja na Makatekista tocuko, tutakachojifunza leo ikabidi ikakubariki pia kama Kristo mpendwa wa Kristo. Basi tunawatakia siku njema ya leo, na sasa mshirikiane nao vizuri hadi hapo ambapo tutakapoagana tena. Karibuni sana <coughs>

Ni hapa hivi, si ndio? Nakutokea kwa nyuma huko, naacha tu pale hivi, unaona, si ndio? Basi, kwa kwa umekuja hivi basi, huko tumboni sasa hivi, ni minyoo inauma sana. Si ndio? Wewe umekuja saa ngapi? Mimi nimekuja tangu jana usiku. Si ndio? Kwa hiyo basi, najua tumboni basi, wewe wewe mimi nimekuja tangu asubuhi hii, tumekaa huko tumboni, si ndio? Basi, unachukua sahani, hii na kombo chako, unatafuta sehemu popote

<laughs> kama kuna jina lake unatoka, mimi kama nakufananisha hivi nisha nisha kuona kule kwetu. Muulize, si ndio? Chochote. Eh. Kwa Afrika bila na makatekista basi, au wale wanafunzi wetu, ni ndugu zetu basi, eh tuwaelekeze. Wote wanapotaka kuelekeza basi, tuna moyo nini? Upendo. Si ndio? Basi, karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Karibuni sana basi. Tubariki, tubariki. Si ndio? Wewe basi, Nova. Mwanafunzi mmoja tubariki cha